Uh, nashukuru. Uh, jina langu ni Profesa William Amos Pallangyo, ni mkuu wa taasisi ya Uhasibu Tanzania, yani Tanzania Institute of Accountancy. Uh, kwa siku ya leo tumekuwa na uzinduzi wa vifaa vya kufundishia uh, tunaita interactive teaching boards hizi. Uh, ni bodi ambazo zitawasaidia wanafunzi wetu kutumia teknolojia tofauti na miaka ya nyuma ambapo tulikuwa tunatumia mbao za kufundishia. Sasa hivi tutakuwa tunatumia teknolojia zaidi kuwafundishia wanafunzi wetu. Uh, kwa siku ya leo tumezindua uh, interactive uh, screens kama uh, ambazo zina kiasi cha shilingi milioni mia moja kwa kampasi ya Dar es Salaam, na zoezi hili tunategemea litaendelea pia kwa kampasi nyingine saba zilizobaki. Aina uh, hizi za bodi ni bodi ambazo zinawasaidia wanafunzi wetu kuweza ku pata mafunzo yao kwa ukaribu zaidi. Tukumbuke, madarasa yetu ya Dar es Salaam ni kati ya madarasa makubwa sana. Kuna madarasa ambayo yana wanafunzi mpaka mia mbili na zaidi. Sasa inakuwa vigumu kidogo mwanafunzi kuweza kufuata kwenye ubao wa kawaida, lakini kwa, kwa sasa hivi itakuwa rahisi kwa sababu kutakuwa na ubao mkubwa, kwa maana uh, ya skrini, ambayo iko kama TV iko mbele; mwalimu atatumia kufundishia, lakini katikati pia zitakuwepo skrini ambazo zitamfanya mwanafunzi aliyeko nyuma aweze uh, kufuata kwa karibu mafunzo yanayotolewa. zuftafunzy uh, ukiacha faida hiyo, kuna faida nyingine za ziada. Faida nyingine ya ziada ni kwamba walimu sasa wana uwezo wa kuingiza materia yale waliokuwa wanayafundishia, yanaingia kwenye mbao zetu hizo na inakuwa ni kidigitali zaidi. Lakini zaidi ya hayo pia, um, hizi uh, skrini zina vitu vingi zaidi ya vile vitu vya kufundishia ambavyo tumevizoea. Uh, kwa mfano, kuna uwezo wa kukuza maandishi uwezo wa kubadilisha rangi, una uwezo wa kuchora maumbo, una uwezo wa kuitumia vifaa vingine, kwa mfano, video ukaziunga kwenye hizo screen. Kwa hiyo kwa ujumla, uh, ni screen ambazo zinabadilisha sana uh, ujifunzaji wetu, na jinsi ambavyo tunawafundisha wanafunzi wetu. Ni shukuru kwa kweli, kwa niaba ya taasisi yetu tuishukuru serikali ya awamu ya sita jinsi ambavyo imezidi kutusaidia kuhakikisha wanachuo wetu wanapata vifaa vizuri zaidi na kutuletea teknolojia uh, zaidi ya kupeleka elimu karibu na wananchi, pia tumeipeleka sasa, ikiwa ina teknolojia ya juu, na hii inafanya taasisi yetu ifanane na taasisi nyingine za elimu ya juu zilizoko nje ya nchi, kwa jinsi ambavyo uh, mafunzo haya yanafanyika kwa ufanisi zaidi, lakini na wanafunzi pia wanapata kuelewa, na hivyo tunazidi kwenda na teknolojia mpya ambayo inapatikana duniani kote. Asante sana.